Mwaka elfu moja na mia nane sabini na tisa, George de Long na wafanyakazi wa meli ya US Janete walielekea kwenye bahari ya Arktiki na walikuwa walikuwa wanatafuta bahari ya wazi ya pola eh, waliamini e, kwamba ilikuwa imezungukwa na duara la barafu. Walidhani kwamba kama wangeweza kupenya kizuizi hicho cha barafu, wangeweza kupata safari laini huko kwenye ncha ya kaskazini. Basi bila shaka hawakuwahi kuipata hiyo bahari ya wazi. Haipo, haipo kabisa. Lakini ilikuwa nadharia maarufu wakati huo, na De Long alidhani ni kweli. Wakati meli yake iliponaswa kwenye barafu, wafanyakazi walilazimika kuiacha meli na kuanza safari kupitia tundra hiyo iliyoganda. Baadhi yao walifika Siberia na kupona, wengine kutia ndani George De Long hawakufanya hivyo. Ea, hebu ni kuambie, matukio ya kihistoria kama haya hutukumbusha kwamba kufuata dhana potofu kunaweza kuwa hatari na hata hata kusababisha kifo. Mafarisayo na ea viongozi wa dini wa Israeli walikuwa wamefanya makosa katika dhana zao kuhusu Yesu. Walikuwa na uhakika kwamba yeye si Masiha, si mwana wa Mungu. Walidhani kwamba yeye ni ni seremala asiye na elimu pia walidhani kwamba walikuwa na uhakika wa kupata nafasi katika ufalme wa Mungu kwa sababu walikuwa na uhusiano wa damu na Ibrahimu. Basi hizi dhana hazikuwa tu hatari bali zilikuwa makosa makubwa ya kufisha. Sasa tunaporudi kwenye simulizi za Injili hapa, wanakuja tena, watajaribu tena kumtega Yesu kwa maswali magumu eh. Injili ya ya Luka inatuambia kilichotokea baada ya hapo. Tupo sura ya kumi na saba, na hapa walimuuliza Yesu katika mstari wa ishirini, ni lini ufalme wa Mungu utakuja? Sasa kwa upande mmoja, hili ni swali zuri kwa kuwa Yesu alikuwa akihubiri kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, lakini kukataa kwao Yesu kunatufanya tuelewe swali lao kwa namna hii: kama kweli wewe ni mfalme, si muda umefika tuone ufalme wako angalau unajua tuonyeshe muujiza mwingine wa ufalme. Lakini jibu la Yesu ni ufalme wa Mungu hauji kwa ishara zinazoonekana. Ee, mstari wa ishirini na moja unaongeza, ufalme wa Mungu uko katikati yenu. Sasa wao wanadhani wana nafasi ya mbele kabisa kwenye ufalme huo. Yesu anawaambia hawataona hata ufalme kabisa kama wataendelea kumkataa mfalme ambaye amesimama katikati yao. Hawahitaji muujiza. Wanachohitaji ni kumkubali yeye kama Masihi wao. Sasa, kumbuka ufalme ambao Yesu alikuwa anatangaza ni utawala wake wa ufalme hapa duniani kwa miaka elfu moja. Huu ndio ufalme aliowapa Israeli lakini taifa kwa ujumla limemkataa, na matokeo yake ufalme huo sasa umecheleweshwa. Ufalme huo utakuja wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili, baada ya miaka saba ya dhiki duniani. Na kwa hilo sasa Yesu anawageukia wanafunzi wake. Wamekuwa wakisikiliza, na bila shaka wana maswali yao wenyewe kuhusu hili. Hivyo Yesu anawapa hapa mafundisho ya faraga kuhusu suala la kuja kwa ufalme wake lakini kwanza anaelezea muda wa kuwasili kwa ufalme wake. Mstari wa ishirini na mbili: Siku zinakuja ambapo mtatamani kuona mojawapo ya siku za mwana wa Adamu, lakini hamtaiona. Nao atakuambia tazama pale au tazama hapa; msitoke wala msiwafuate. Sasa Yesu anatabiri hapa kwamba watatamani kurudi kwake na kuanzishwa kwa ufalme wake hapa duniani, lakini hawataona hilo, angalau si kwa wakati huo. Wakati huo huo, Yesu anawaonya wasidanganywe na wale wanaosisitiza kwamba ufalme uko hapa, tazama pale au tazama hapa. Yesu anasema kwamba kuja kwake kutakuwa wazi na hakutakuwa na shaka yoyote. Anasema hapa katika mstari wa 24 kama umeme unavyong'aa na kuangaza anga kutoka upande mmoja hadi mwingine, ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu katika siku yake. Sasa hii ni rejea kwa kurudi kwake kwa utukufu mara ya pili. Ye, hapa katika kuja kwake kwa mara ya kwanza hakukuwa na umeme. Unajua, wakati wa kuzaliwa kwake kulikuwa na malaika wachache, lakini si kama anavyoelezea hapa. Kwa sasa kuna msalaba wa kuteseka ambao Yesu anatabiri hapa katika mstari wa 25: Yeye, yaani Masihi, lazima ateseke mambo mengi na akataliwe na kizazi hiki. Kwa hiyo kumbuka kwamba kukataliwa kwa Yesu na Israeli hakumaanishi kila kitu kimeharibika. Mungu alijua hili; hii ni sehemu ya mpango. Kwa hiyo kuhusu swali la lini ufalme utakuja, Yesu anasema bado uko mbali kidogo. Kwanza ni mateso yake mwenyewe na wakati ambapo wanafunzi watatamani kuuona ujio wake lakini hawatauona. Sasa wakati halisi wa kuja kwa Yesu mara ya pili na kuanzishwa kwa ufalme wake hapa duniani haujafunuliwa kwao wala kwetu. Hatuna mwaka hapa, hatuna tarehe ya mwezi. Hata hivyo, itakapofika, itakuja kama radi na hakuna atakayekosa kuiona. Sasa Bwana anaendelea kuelezea hali itakavyokuwa duniani atakaporudi mara ya pili, mstari wa 26: kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa na kuoa na kuolewa, hadi siku ile Nuhu alipoingia kwenye safina, na gharika ikaja na kuangamiza wote. Vivyo hivyo kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, kununua na kuuza, kupanda na kujenga, lakini siku ile Lutu alipotoka Sodoma, moto na kiberiti vilinyesha kutoka mbinguni na kuangamiza wote. Sasa huwezi kushindwa kugundua kwamba katika hali zote mbili, siku za Nuhu na siku za Lutu, watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao za kila siku wanakuwa wanakula, wanakunywa, wanaoa, wanajenga, wananunua, wanauza na wanapuuza mahubiri na onyo la hukumu inayokuja, hadi hukumu inawajia ghafla. Na kwa hilo, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa thelathini, ndivyo itakavyokuwa siku ile mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Sasa kile ambacho Yesu anasema hapa kitakuwa cha kutia moyo sana, hasa kwa wale watakaomwamini Kristo wakati wa kipindi cha dhiki kuu ya siku za mwisho, zile siku ngumu na hatari, wakati mpinga Kristo anatawala. Bwana anawaambia wawe tayari na wajiandaye kwa ujio wa Mfalme. Yesu atarudi kuanzisha ufalme wake wa miaka elfu moja hapa duniani. Wanapaswa kutazamia hilo. Kisha Yesu anasema hapa kwenye mstari wa thelathini na moja, siku hiyo, yule aliye juu ya dari na mali zake ziko ndani ya nyumba asishuke kuzichukua, na vivyo hivyo, yule aliye shambani asirudi nyuma. Kwa maneno mengine, wakati Bwana atakaporudi, baadhi ya watu watakuwa wamejiandaa kwa ujio wake na wengine hawatakuwa wamejiandaa sasa hapa anaonyesha wale ambao wamejishikamanisha sana na vitu vya dunia hii mali zao samani zilizomo majumbani mwao anatoa mfano huo kwamba wanampuuza bwana wanapuuza onyo zake zote hawajahifadhiwa bado wanaweka mambo ya kidunia mbele ya mambo ya milele na ya kiroho na yesu anasema hapa kwenye mstari wa 32 kumbukeni mke wa lutu sasa vipi kuhusu mke wa lutu yeye alikuwa amejifunga sana na nyumba yake, maisha yake, na kila kitu ambacho Sodoma ilimpa, basi hakuweza kabisa kuviacha. Yeye ni mfano kamili wa onyo ambalo Yesu anatoa hapa kwenye mstari wa thelathini na tatu: yeyote atakayetaka kuhifadhi nafsi yake ataiangamiza, lakini yeyote atakayepoteza nafsi yake ataipata. Yesu kwa njia, alitumia maneno haya haya nyuma kwenye sura ya tisa mstari wa ishirini na nne ambapo aliunganisha wazo hili na kuchukua msalaba wako na kumfuata. Kwa hiyo anasema, e, kimsingi hivi, usisubiri hadi iwe to late. Chagua kunifuata sasa na kama unajali tu unajua kuhusu nyumba yako na vitu vyako na maisha yako na kazi yako na chochote unachoweza kupata, basi kwa kweli hunifuati mimi. Sasa Yesu anahitimisha mafundisho yake kuhusu ufalme ujao kwa kusisitiza kwamba utakuwa wakati wa hukumu; baadhi watachukuliwa na wengine wataachwa. Anasema kwenye mistari ya 34 na 35. Sasa hapa hasemi kuhusu unyakuo e eh, kwa njia. Kumbuka Yesu hapa anazungumza kuhusu kurudi kwake baada ya dhiki kuu ili kuanzisha ufalme wake. Wale wanaochukuliwa ni wale wanaochukuliwa kwenda kwenye hukumu na wale wanaoachwa ni waumini ambao sasa wameachwa na wanaweza kuingia katika ufalme wake wa duniani. Sasa wanafunzi wanataka kujua hawa watu wanaochukuliwa kwenye hukumu wanaenda wapi na wanauliza hapa kwenye mstari wa 37, unajua wapi, Bwana? Yani, unajua wameenda wapi? Yesu anajibu, palipo na mzoga, tai watakusanyika pale. Ona hii ni sitiari inayofafanua mahali pa hukumu ya kutisha. Sasa Mafarisayo walidhani kwamba kuna mahali panawasubiri katika ufalme wa Mungu, lakini hawako tayari kumfuata mfalme aliye katikati yao, na funzo hili ni kweli hadi leo kwa kila mtu. Usidhani una nafasi au sehemu katika ufalme kama unamkataa mfalme Yesu Kristo. Kwa hiyo, umefanya nini kuhusu Yesu? Ukikataa, hukumu inakuja. Kwa hiyo, unahitaji kumwamini kama Mwokozi wako na kumfuata leo. Basi sasa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.